la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, karibu katika tafakari ya siku ya leo, na somo letu la injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya 6 mstari wa 35 hadi 40. Kumbe ni mwendelezo wa injili hii tuliyoisoma siku ya jana tarehe 16, na leo katika injili tunamsikia Yesu akitufundisha kwamba mapenzi ya Mungu ni haya kwamba mtu yeyote amwaminie Yesu awe na uzima wa milele. Uzima huu wa milele, mpenzi msikilizaji, tunaupata kupitia muungano wetu na Mungu, kupitia chakula cha ki chakula cha kiroho ambacho tunapewa na bwana wetu Yesu Kristo pale anapotulisha mwili wake na damu yake kumbe basi mapenzi ya Mungu kama ni ku, ni kumwamini Yesu ni kumwamini Yesu ambaye yeye ana uzima wa milele kumbe, tukiendelea kumwamini, tukiendelea kuamini kazi aliyoifanya ya, ya kutukomboa, kazi aliyoifanya ya, ya kutufundisha neno la Mungu, kazi aliyoifanya ya, ya kutusaidia sisi kuelewa kwamba Mungu alijifanya mwanadamu ili mwanadamu apate kukombolewa. Basi mimi nikusihi, nikuombe, daima tusimame imara katika kumpokea Yesu wa Ekaristi katika maumbo ya mkate na divai, ambao ni uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo ka miongoni mwa watu wake walio um, tambua na kuona kwamba mapenzi ya Mungu ni kumwamini Yesu, na hatimaye Yesu azidi kutupatia sisi uzima wa milele basi, niendelee kukuomba na kukusihi, tukawe marafiki wa Yesu wa Ekaristi, maana Ekaristi ni uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo miongoni mwa watu wake. Basi sadaka hii inayotolewa kila siku katika altare zetu, katika makanisa yetu, na pale tunapoendelea kumwabudu Yesu katika tabernakulo na katika makanisa yetu ya kuabudia. Jue kwamba lengo la Mungu, mapenzi ya Mungu ni kwamba mtu yeyote amwaminie Yesu awe na uzima wa milele, usipoteze uzima huo, bali tuendelee kuwa waaminifu na marafiki wa Yesu wa Ekaristi, ambaye chakula hiki ni cha pekee, hukipati mahala popote, bali pale unaposhiriki maadhimisho ya ibada ya Misa Takatifu na kumpokea Yesu wa Ekaristi. Nikutakia yote mema katika tafakari, tukijua kwamba ukiwa rafiki wa Yesu wa Ekaristi unafanya mapenzi ya Mungu ambayo ni kwamba mtu yeyote amwaminie Yesu awe na uzima wa milele. Bwana awe nanyi na awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tafakari hii imeletwa kwako nami Padri Paskali Dionisi wakili paroko wa parokia Kiwanja cha Ndege, mwenye heri Maria Teresa Ledokoska. Ubarikiwe na tuzidi kubakia kuwa marafiki wa Yesu wa Ekaristi.